Yesu, katika neno la Bwana linasema katika Deuteronomy kumbukumbu la Torati thelathini Mlango wa pili nasema nawe, utakapomrudia Bwana Mungu wako, na kuitii sauti yake, mfano wa yote ni kuagizayo leo, wewe na wanao, kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, anasema uh, tena katika mstari wa nane nawe utarudi utii sauti ya Bwana na kufanya maagizo yake ni kuagizavyo leo. Ukishafanya hivyo, Bwana anasema hivi, mstari wa tisa: na Bwana Mungu wako atakufanya wewe na wewe uwe na wingi wa kweli katika kazi ya mikono yako. Ime, Ime, Ime. Unajua, watu shida ya watu ni kwamba wanatakanga kubeba uju amen. Wanatakanga shortcut. Wanatakanga shortcut. Hawatakangi njoo njia yenye imenyoka, wanatakanga shortcut. Sasa watu wanapendanga kubeba hapo. Bwana amesema hatakubariki kazi ya mikono, hatabariki kazi ya mikono lakini kabla ya hapo kuna kitu alisema ime ime na hiki kitu amesema ni kwamba, utakapotii sauti ya Mungu, utakapotii, haleluya, utakapotii sauti ya Mungu ndipo nitakapo bariki kazi ya mikono yako. Ime yeah. so bara maombi baraka ziko katika kutii, maana Bibilia inasema heri kutii, heri kutii kuliko, heri kutii kuliko nini? Heri kutii kuliko kutoa. wataka mikono yako ipo Mtibwa, amen, wataka baraka sinimeleka kwako Mtibwa. Nenda utasoma soma hiyo hiyo hiyo Nenda kwako nyumbani usome usome yote, ndio upate. Utakuja kujua kujua hata magonjwa mengine sio shetani ameleta. Amen. Utapata kuna mahali kumeandikwa, mutakapokosa kutii sauti yangu, ndipo nitaleta magonjwa sugu. Ni Mungu, sio shetani Amen. So, kuna mambo mengine katika maisha hayahitaji kuvunja, kutemea, kukatakata. Yanahitaji tu kumrudie Bwana na uanze kuitii sauti yake. Amen. Ime? Amen. Ime? Amen. Ime? Amen. Wataka mikono yako ipone. Amen. Wataka Mungu abariki kazi ya mikono yako. Amen. Mtii. Amen. Bwana. Mtii Bwana. Amen. Mtii Bwana. Akisema nipe fungu la kumi, mpati Akisema nipe sadaka, mpatie. Akisema nenda kwa ibada, nenda. Akisema funga, funga. Akisema oba, oba. Akisema peana, peana. Akisema saidia, saidia. Akisema chochote ndani yako fanya. Amen. Na hiyo itakuwa ni funguo ya kufungulia baraka katika maisha yako. Amen. Amen. Haleluya. So kinachozuia baraka za Mungu makanisani sio Shetani, ni roho ya kutotii. Amen. Na ili roho ya kuti iwe ndani yako. Watu wengi hata wako na hata huduma kubwa, lakini kwa sababu hawana roho ya kuti, Mungu hawezi akawatumia. Hawezi akawatumia.

takatifu ndiye sauti ya Mungu. So wataka kufanikiwa? Tii. Amen. Fanya nini? Fanya nini? Fanya nini? Tii. Tii. Jifanye mjinga tu, tii. Amen. Mimi na mchungaji wako wote ila Jumamosi nimekimbia kupeleka fungu langu la kumi, na kuna wakati nilikuwa natoa fungu la kumi shilingi sitini. Shilingi ngapi? Sitini. Shilingi ngapi? Sitini, na naweka kwa bahasha na naandika na jina langu na namba yangu ya simu, napeleka na sio niiyangu ana sifiu Amen. Eme. Amen. Amen na nika, nikawa uaminifu nikampa Bwana iliyo ya saa hii. Mimi niliambianga watu kama Mungu amemtendea kama, hiyo ndio inaitwa kiburi, wacha iwe nini eh. Lakini kama Bwana ametenda, amefanya nini, ametenda saa hii fungu langu la kumi

unasema sasa, fungu la 10 nipeleke 70, hata tuniunganishe na wiki ijayo, nipeleke mchungaji shilingi 30. Wataka kujionyesha uko nayo na hauna. Bwana asifiwe. Amen. Ah, haleluya. Amen. Wataka kujionyesha Mungu uko nayo na hauna. Biblia imeandikwa watu wakawa wanatoa sadaka na Yesu anaangalia. Bwana asifiwe. Yesu amekaa kwa kitu ya kutoa sadaka anaangalia hivi. Wakagusha maelfu wengi na mamilioni wengi na mavitu wengine, wakatoa paka mashamba. Alafu akakuja mama kama mimi, ako na luurungapi? Ako na luurungapi? Akatoka, angatoka nazo huko nyuma kule, kwa kitu kwa kitu kumevaa kumejaa manoti maelfu mia tano, maelfu maelfu mia tano. Alian auka kanisani kwetu, ilikuwa kuna kitu ya kutolea sadaka, ikiwa umetoa kila mtu atasikia, maana ni kubwa

ya ya wengine nimeweka na na hiyo hapo. Bwana asifiwe! Ikakuja ikapanda, ikafika mia, ikafika mia mbili, ikafika mia tatu, ikafika mia nne, ikafika mia tano, ikafika mia sita, ikafika elfu ikaendelea amen. Ikaendelea na kuendelea haleluya, yeah. Lakini ilianza wapi? Ilianza wapi wapi? ilianza wapi? na ni mchungaji anatoa fote <laughs> watu wote tunaitana fote, fote. Ni mchungaji tu huyo, ako na mafuta, ametakaswa. Lakini hiyo ndio akona, amen, yeah, na kwa sababu Mungu angalii pesa, anaangalia moyo akaona moyo wangu. Amen. mm -hmm. So, kwa sababu nilishinda nivishinga <laughs> ikaia kwa sababu nilishinda vita ya kutoa shilingi 40. Sasa kwa sababu nimezoea, kwa sababu nifanya nini? <tails> Unajua chenye kinakuumiza wewe, umezoea kutoa Amen. Yeah. haujazoea kutoa fungu la kumi, alafu kafu na kijifuu umekula

Upeleke mia tatu upeleke mia tano upeleke elfu, ikipika hata laki moja, hautaona shida mana umezoea. Eme, eme, eme, simama kwa miguu yako.